Kwingineko, Rais Ruto ameahidi kuhakikisha kuwa anaimarisha uchumi wa Kenya ili taifa hili liweze kuingia katika hadhi ya mataifa mengine ulimwenguni. Akitetea suala la kupitishwa kwa mswada wa ubinafsishaji, amesisitiza kuwa mswada huo utasaidia kupata hela za kuboresha uchumi wa Kenya. Haya yanajia wakati ambapo Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi amewataka viongozi serikalini kumuunga mkono Rais Ruto kwenye azma yake ya kuleta maendeleo nchini. Mary Kyalo anaarifu zaidi. Rais William Ruto ameweka bayana kuwa ni sharti uchumi wa Kenya uimarike kama mataifa mengine, akisisitiza kuwa Kenya haipaswi kuwa kwenye hadhi iliyoko kufikia sasa, kwani mataifa mengine yameimarika. Nchi ya Kenya imechelewa, imebaki nyuma siku nyingi. Wale tulikuwa na wao miaka sitini

and our commitment and take our country to the next level and take it to the first world. Mimi nimesema liwe liwalo. Hii Kenya lazima tuibadilishe. Hatuwezi kuendelea vile tumekuwa miaka hii yote. Na kwenye juhudi za kuhakikisha kuwa hadhi ya Kenya inaimarika, Rais Ruto amebaini kuwa tayari wabunge wamepitisha mswada wa ubinafsishaji, akisema mswada huu utawasaidia kupata hela za kuhakikisha wanainua uchumi, tayari katika bunge letu la Kenya ili tuweze kuweka sasa awamu ya pili. We are now putting together resources. Kwa sasa tunaweka rasilimali zetu pamoja. Nimeuliza bunge na mimi nataka niwashukuru wa wabunge. Jameni, wapigeni makofi wabunge! Sasa wamepitisha ile mipango ambayo itatusaidia kuinua Kenya iende sasa kiwango kingine. Kando na hayo Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi amewataka viongozi serikalini kumuunga mkono Rais Ruto kwenye azma yake ya kuleta maendeleo nchini, usemi ambao uliungwa mkono na baadhi ya viongozi akiwemo gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane tufanye kazi pamoja. President ni mtu wa kuhakikisha kwamba demokrasia idumu. Your excellency, we want to thank you for level 6 ambayo imekuja kule Bungoma. We want to thank you for affordable housing ambayo inaendelea. We want to thank you for fixing Zoya. We want to thank you for 11 markets that are ongoing. Hizi ndizo vitu ambazo zinafanya sisi kama Bungoma tunasema ni tutam tutasimama na wewe kwa sababu ya afsini what you have done. Viongozi hawa walizungumza haya kwenye afla ya kuadhimisha miaka mia moja tangu kuanzishwa kwa kanisa la PAG Nyangori, kaunti ya Vihiga. Mary Kyalo, Undugu TV.